Burudani karibu tu sote na habari kubwa siku huwa leo. Tunaangazia huko mkoani Tabora, ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 25 alifahamika kwa jina la uh, kangwa Tungu Mahigi ya mkazi wa kijiji cha Lugubu wilaya ya Igunga mkoani Tabora, anadaiwa kuwaua watoto wake wanne kwa kuwanywesha sumu aina ya Ru, Ruka Rukas uh, inayotumika know, kuulia wadudu kwenye mazao kisha na yeye kujiua huku chanzo kikitajwa ni wivu wa kimapenzi. Mwanahabari wetu Pendo Salu na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora SACP Richard Abwao, marehemu Kang'wa alikuwa na ugomvi na mumewe mwenye wake wawili, kwamba mume alikuwa akitoa huduma kubwa za mahitaji kwa mke mdogo kuliko kwake, jambo lililosababisha kufikia uamuzi huu wa kikatili. Chanzo cha ugomvi huu ni kutokana na namna ambavyo mwanamke mkubwa alikuwa anaona kama hapati huduma sawa pamoja na mke mdogo na hii ni kutokana na kujengewa nyumba ya kisasa kwa mke mdogo na yeye kuona zile huduma asipati vizuri. Mbinu ambayo ametumia ni marehemu kuvizia mume wake akiwa amekwenda shambani, na kisha kanunua pakiti ya sumu ya kurogea na kurogea kwenye kikombe cha plastiki, na aliwanywesha watoto wake pamoja na yeye mwenyewe, ya Sengi James mwenye umri wa miaka nane, Simon James mwenye umri wa miaka sita, Elisha James miaka mitatu, na kashinje James mwenye umri wa miezi saba. Hata hivyo, jeshi la polisi linamshikilia mwanaume huyo kwa mahojiano zaidi. Tumemshikilia, tumemshikilia mwanaume na tunaendelea kumfanyia mahojiano ili kuweza kubaini mazingira mengine ambayo yanaweza kujitokeza kuhusiana na tukio hili. Mili ya marehemu ilihifadhiwa mochari ya Igunga kwa ajili ya uchunguzi na baada ya uchunguzi kufanyika imekabidhiwa kwa ndugu leo hii kwa ajili ya mazishi, kufuatia kujirudia kwa matukio kama haya hapa mkoani Tabora ambapo siku za hivi karibuni mwanamke mmoja mkazi wa manispaa ya Tabora naye aliripotiwa kujiua kwa kunywa sumu, huku chanzo kikitajwa kuwa ni wivu wa mapenzi, baadhi ya wananchi wa mkoa wa Tabora wanazungumziaje matukio haya? hata kama si mtoto wako, hata kama ni mtoto wa mume wako, hata kama ni mtoto wa jirani yako, kum, kumfupishia mtoto maisha sio kitu kizuri na yote tunafanya hiyo, unakuwa na wivu wa kupitiliza. Ni na mama tumekaa nyumbani, lakini kama ukiwa unajishughulisha, uko busy, unapata kipato cha kujikimu, unaweza ukasema mwache aende, mimi nitalia watoto wangu. Tusiwe tunachukua majukumu kabla ya kuiona serikali. Hata unapouziwa na mume wako, aidha mtu yoyote tu anayekuenzi, kama ni mtu wako wa karibu unayemtegemea zaidi Kamu usichukue maamuzi wewe mwenyewe, iuone e, serikali, uongozi wako husika ili kusudi ukusaidie kutoka hapa mkoani Tabora. Mbimbi dipendo salu channel.